Katika kuadhimisha miaka 64 ya uhuru leo Disemba 9 mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan amewasamehe wafungwa 1136 waliokuwa wakitumikia vifungo wa mbalimbali. Wafungwa ishirini na wawili kati yao wameachiliwa uhuru leo na wafungwa elfu moja na kumi na nne wamepunguziwa adhabu zao na watabaki gerezani na kuendelea kutumikia sehemu ya vifungo vilivyobaki. Rais Samia Suluhu Hassan bana ametoa msamaha huo kwa kutumia mamlaka aliyopewa chini ya ibara ya 45 na na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 miongoni mwa wafungwa walionufaika na msamaha huo ni wale wenye magonjwa ya kudumu au sugu ambao wapo kwenye hatua za mwisho za ugonjwa, wafungwa wazee wenye umri zaidi ya miaka sabini au zaidi, wafungwa wakike walioingia na ujauzito gerezani au wenye watoto wanaonyonya wana au wasionyonya waliohukumiwa kifungo cha mwaka mmoja na kuendelea, isipokuwa wafungwa hao wasio wametenda makosa yanayowafanya wakose msamaha, na wafungwa wenye ulemavu pia wa mwili na akili wasio na uwezo wa kufanya kazi. Msamaha huo rais Amia, wa rais Samia hauhusu wafungwa waliopatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya hujumu uchumi, matumizi mabaya ya madaraka, utakatishaji wa fedha, rushwa na usafirishaji wa au kujihusisha na namna yote ya dawa za kulevya. Wafungwa waliopatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya kujamiana, utekaji au wizi wa watoto, kuwapa mimba wanafunzi au makosa yote yale yanahusiana na ukatili dhidi ya watoto na kujihusisha na namna yoyote ile ya biashara haramu ya kibinadam na wafungwa waliopatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya unyang'anya au kutumia nguvu, unyang'anya wa kutumia uh, mabavu au ndio kidogo hawajapata uh, kupitiwa na msamaha wa rais. Sasa leo ilikuwa ni Disemba 9. Siku ambayo Tanzania Bara huwa inasherekea uh, siku ya uhuru na ni siku ambayo hazijafanyika sherehe zozote za maadhimisho ya siku hii hapa, lakini pia watanzania wengi walibakia majumbani kutii amri ambayo ilikuwa imetolewa na serikali ya na jeshi la polisi la Tanzania na kuweza kusema kwamba kama una udharura wote wa kutoka nje basi inabidi ubaki majumbani, sababu ni siku ambayo pia kulikuwa na hati hati na uh, uoga kwamba huenda yakafanyika maandamano ya dini na ile ambayo ilikuwa imepangwa, lakini maandamano hayajafanyika kokote nchi nzima. Kulikuwa na utulivu mwingi, na jeshi la polisi walikuwa wakizunguka kila maeneo. Kumekuwepo na ukaguzi mkali sana kwa abiria wale wenye kutumia magari binafsi, lakini pia wale wa usafiri wa umma, kulikuwa na ukaguzi. Na waziri wa mambo ya ndani pia alikuwa ametangaza kwamba yeyote ambaye atakuwa ametoka nje ya jumba lake siku kama leo, inabidi abebe vitambulisho ama kitambulisho chote ambacho cha ambacho kama akiitishwa na jeshi la polisi, baadaye atakuwa kwenye nafasi ya kuweza kuonyesha ili kuthibitisha na kueleza, kutoa maelezo kadhaa kuhusiana na kilichomtoa nyumbani, anakoelekea, na vitu kama hivyo. Sasa pamoja na hayo Rais Samia Suluhu Hasan ameamua kutumia siku hii hapa kutoa msamaha kwa wafungwa hao ambao nimekutajia, lakini pia jana alikuwepo wametoa ujumbe wa kuwatakia Watanzania wote wa bara na visiwani, kuwatakia heri ya sikukuu ya uhuru leo Disemba 9 mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano.